Ni agalabu sana kusikia baadhi ya watu hususani wenye kufanya kazi kwenye maeneo maalum kujitangaza kama ni wanaoshirika na Freemason. Tunasikiaga tu wakiwa wanatajwa kwamba fulani Freemason, fulani Freemason pasipo yeye kujitangaza. Lakini hivi karibuni habari ambayo imezua taharuki nchini Uingereza ni kwamba takribani maafisa 300 wa jiji nchini Uingereza wametangaza kuwa na wanachama wa Freemason au muungano mwingine wa aina hiyo baada ya kikosi hicho cha polisi wa jiji kuwataka kufanya hivyo mwezi uliopita. Jaji wa mahakama kuu nchini humo ameeleza, polisi ilitangaza mnamo mwezi Disemba mwaka jana kwamba wanachama wa Freemason au mashirika mengine kama hayo yataongezwa kwenye sera yake ya vyama vinavyoweza kutangazwa. Hatua hiyo ilisababisha mashirika yenye kuwakilisha Freemason kuanza hatua za kisheria kuhusu uamuzi wa, wa kikosi hicho katika mahakama kuu yakitaka sera hiyo kusitishwa hadi uamuzi wa, wa kesi iliyowakilishwa mahakamani utakapotolewa. Hata hivyo jaji wa mahakama kuu anafikiria changamoto ya kisheria kwa sera inayolazimisha maafisa hao wa polisi kutangaza ushirika na shirika lolote lile la siri ikiwemo kama Freemason. Mahakama kuu imesikia kwamba zaidi ya maafisa mia tatu wa polisi wa jiji wametia amri hiyo ya kuwaambia wakubwa wao ikiwa ni wanachama wa mashirika ya Freemason au vinginevyo. Hata hivyo, kikosi hicho kikubwa cha polisi wa jiji nchini Uingereza kilitangaza sera hiyo tangu mwezi uliopita na kime abiliwa na upinzani mkali zaidi kutoka kwa vyombo vinavyowakilisha Freemason. Wamechukua hatua kisheria kutafuta amri hiyo, wakidai kuwa ni ubaguzi wa kidini na unakiuka sheria za haki za binadamu za uhuru wa mtu. Jaji huyo Chamberlain alisema hoja kuhusu kama amri hiyo inahitajika kuzuia sera hiyo kabla ya kusikilizwa kwa kikao kamili zitaamuliwa wiki hii. Jaji wa mahakama kuu aliandika katika uamuzi uliochapishwa Jumatatu, Januari kumi na mbili, kuwa hakuna haja ya haraka ya kupata nafuu ya muda katika hatua hii, ikizingatiwa kwamba maafisa na wafanyakazi wapatao mia tatu tayari wametangaza kuhusika kwao katika vyama vya kimasoni na vya mashirika mengine ya siri. Hakuna pendekezo kwamba mshtakiwa anapanga kuchukua hatua yoyote ya kinidhamu dhidi ya afisa yoyote au mfanyakazi kwa kutotoa tamko katika wiki chache zijazo, alisema Chamberlain, kuwa polisi imekubali kufikiria kama itaondoa uamuzi uliopingwa kwa kuzingatia wakilishi wa makundi yanayowakilisha Freemason. Hadi sasa takribani maafisa 316 wameshafichua siri zao. Amri hiyo inaombwa na jumba la dhahabu nchini Uingereza lijulikanalo kama United Grand Lodge of England UGLE, umoja wa wanawake Freemason yani Order of Women Freemasons, Honored Fraternity of Ancient Freemasons na chama kingine cha nne ambacho kinajulikana kama FSK ya siri. Mahakama hiyo pia itaamua kama F FSK inaweza kuendelea kutojulikana. Uamuzi unasema kwa sababu polisi inadai kuhusika kwake na Freemason kunaweza kuwa tayari ni kwa umma kupitia kuonekana kwake kwenye machapisho mengi ikiwemo mtandao wa kijamii wa Facebook. Adrian Marsh, katibu mkuu wa UGLE, aliambiwa vyombo vya habari kwamba muumbaji katika madai ya mahakama kuu alikuwa afisa wa polisi wa jiji anayehudumu, lakini alikanusha kwamba hakutaka kutajwa jina licha ya kutangazwa kama Freemasons kwenye mitandao ya kijamii alisema, hatuamini kwamba amejitambulisha hadharani kama Freemason, kama polisi hao walivyodai. Sera ya polisi hao wa jiji inawaamuru maafisa na wafanyakazi kutangaza wanachama wote wa zamani au wa sasa wa shirika lolote lenye wanachama wa siri na linahitaji wanachama kusaidiana na kulindana. Hata hivyo, polisi hao wa jiji wameapa kutetea kesi hiyo, kwani wanaona sera hiyo kama sehemu ya mapambano yake ya kurejesha uaminifu na uaminifu kazini kesi hiyo inayochunguzwa kwa sasa inahusisha madai ya ushawishi kwa Kifrimasoni na madai ya makosa mengine ya kawaida. Freemason imefuatwa kwa muda mrefu na baadhi ya maafisa wa polisi ambao ni washirika wa jumba hilo la Lodge, lilo St James kwa maafisa wa polisi na sign February kwa wanachama wa shirikisho hilo la polisi. Hata hivyo kumekuwepo na madai kwamba wanachama wa Freemason unaweza kuhusishwa na ufisadi, hivyo polisi wanaona hilo haliwezekani. Freemason nao wanasema ni asilimia tano tu ya wafanyakazi walishiriki katika utafiti wa polisi na sera hiyo ni ubaguzi wa kidini, kwa sababu wanachama wake wanatakiwa kuwa na imani ya kidini pia. Wanasema inakiuka sheria za haki za binadamu na faragha ya data. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.